sawa mm -hmm. Cha kwanza mm -hmm. Uongozi bora sawa. Cha pili mm -hmm. Benchi la ufundi bora, bora. Mm -hmm. Cha tatu mashabiki bora mm -hmm. Na cha mwisho ni wachezaji bora mm -hmm. Simba ina wachezaji bora mm -hmm. wengi tu wako pale ndani mm -hmm. Simba ina mashabiki bora mpaka wanatuzwa Afrika. Sahihi. Simba haina uongozi bora, haina benchi bora. mm -hmm.

kama kuna nipi ni kupe tunaweza goli tufanye nini? Hamna ila yeah, angalau goli ambazo tumefunga Simba na Azam, safi kabisa umeelewa, safi kabisa tumeenda kushambulia wamechukua, wamepiga pasi katikati, kiungo fundi Katani alimtana tu viungo ta Simba kwa upande mmoja, akapiga pasi kule juu, turudi ndani ni mzigo, akapiga cross kitambalo huyo na kitambalo jana ametutafuta sana, lazima tufunge. Amehangaika muda mrefu sana kutafuta ile goli ya kitambalo bovu mm, mm, wa Simba upo kwenye saii kwa saizi mm, bench pamoja na nini na nini mm, na uongozi uongozi ni za sana. Na baba na mama nyumbani, sawa, wakigombana, mnamsomesha mtoto shule, si ndio? Mm. Asma, tushalipa ada, yeah, tuemaliza, usharipa yeah, ada, mfatilie, mm, anaingia kweli shule? Shule akavaa sare, kumbe naisha njiani. Je, anaenda kweli shule Aya kenda shule anaandika notes sasa mm. kweli sawa okay. wewe ndio okay, kiongozi ushafanya usajili, wale ma player wale wa Simba wote unawafuatilia, unawafuatilia wanachezaji huko shule kama usiku wala wendi kwenye klabu klabu za nani huko, kana kama wanaenda wanabalansi je na mazoezi wanayofanya mechi uh -huh. yani, ya kesho kutwa leo mtu wa Simba kwenye club bwana hey, usiku hey, simeelewa uongozi hey. ni changamoto oh.